Okay, labda umesema kwamba katika hatua zako za uandishi wa habari mesaidia jamii katika swala zima la za barabarani. Je, kwa mara ya kwanza kipindi ambacho unaamua kuiwasilisha ama kwa ma, mara ya kwanza umepata nafasi ya kuongea na mheshimiwa Rais, ulikuwa na ane, mpanda, sh, ulikuwa na ujasiri kiasi gani kuongea ya, ya swala zima, kwa sababu tukiangalia kuna waandishi wengi ndani ya Zanziba na waandishi wengine ni wakubwa ambao utaarishajia ni ya habari lakini umepata nafasi ya kuongea na rais na umeamua kunisemea hivi, ni ujasiri wa kuniongelea hili ulipata kama? Ile nafasi yako ya kwanza kuongea na rais ilikuwaje katika tasnia ya habari? Ah, kwanza kwa sababu sisi waandishi wa habari tunafundishwa kwamba ya eh, kwanza utakiwi mwandishi kuwa na hofu. Mwandishi unatakiwa ujiamini na uwe madhubuti Uh, kwa jambo lako kikubwa ni kwamba uwe na uhakika na uwe na usahihi kwa kile ambacho unachokiandika au kile ambacho unachokipendekeza au kukiuliza. Kwa hiyo, hiyo hiyo ndio ilikuwa nafasi yangu ya kwanza kabisa siku hiyo, lakini nilikwenda kwenye kwenye mkutano na nikaweza kupata hiyo nafasi na nikaitumia vizuri, nikatoa mapendekezo yangu. Kwa hiyo ilikuwa hofu sina hofu, ni kitu cha kawaida, kwa sababu sisi kama nilivyosema, kwa sababu sisi waandishi kujiamini na muhimu ni kitu ambacho sababu kabla hujasema kitu unatakiwa yeah, kwanza ufikiri. Na wewe mwandishi ni kabla hujakipendekeza kitu au hujaandika kitu, lazima ukifanyie uchunguzi ukifuatilie, uone kitu hichi pengine kitakuja kita, kita, kita kuleta faida gani katika jamii nitakapokiandika au nitakapokipendekeza. Kwa hiyo manake kuna ile, kuna ile tunasema kwamba a truth and accuracy, ukweli na usahihi vitu hivyo ni muhimu sana na ndo nguzo kubwa ya mwandishi katika suala la ukweli na usahihi. Umeongelea swala zima la kusema kwa mwandishi wa habari anatakiwa kwanza taarifa asiangalie ukweli wake na usahihi wake, lakini tukiangalia ndani za Zanzibar kuna wimbi kubwa la waandishi wa habari ambao hawakupita darasani, ama mwandishi wa habari ametumwa kutoka mtaani. Je, hili linaathiri kiasi gani tasnia ya habari kwa upande wa waandishi wa habari ambao wamekaa darasani? Uh, tunasema kwamba wimbi la tunasema kwamba kwa lugha eh, tunasema kwamba wimbi la wale tunasema, eh, tunasema, eh, tunasema, tunasema kwamba waandishi, tunasema kwa lugha kanjanja kanjanja, tunatumia ndio au kanjanja kanjanja, eh, eh, ni mtu ambaye au mwandishi ambaye hana ile taaluma ya masuala ya habari. Jambo uh, hili lipo si tu Zanzibar, hata nje ya Zanzibar, hata nje ya dunia, sehemu huko nje ya Tanzania, tunasema nje ya Tanzania na sehemu tofauti ndio, eh, wimbi hili lipo. Mimi nilibahatika kutembea kwenda, kuna baadhi ya nchi mfano kama Zambia, nishakwenda Zimbabwe, e, Nairobi e, nchi nyingi nishakwenda ah, uh, wimbi kama hili lipo Tanzania bara, wapo hapa Zanzibar, watu wapo. Lina sasa kiasi gani katika tasnia yako? Kwa sababu unapoangalia kuna hizi media ambazo wa maandishi habari ambao hachuji taarifa zake aangali ukweli na usahihi, anaharakia kupata followers ama kupata viewers wengi kwa lengo la kuposti haraka. Je, wanaathiri kiasi gani katika tasnia? E, athari ni kubwa, ni kubwa e, sana, ni kubwa sana kwa sababu unapofanya kitu bila ya taaluma, bila ya kuwa na uwezo ule na au kufata yale maadili, kwa sababu kila fani ina, ma, ina, ina maadili yake, kuna zile ethics zake. Kwa hiyo kama hujafata zile ethics yale maadili Manake wewe utaleta athari kubwa katika jamii, unaweza kupotosha jamii. Baada ya kuelimisha unapotosha eh, unawagawa eh, watu eh, unasababisha taharuki eh, unasababisha vitu vingi. Kwa hiyo hii inaleta athari kubwa, na unakuta wimbi kubwa la waandishi kama hawa, maanake wamekuwa eh, wakileta madhara makubwa, lakini eh, tunaona kwamba kuna kuna, kuna, kuna zile mamlaka husika Mfano kama hapa Zanzibar kuna ile idara ya habari maelezo, wanafuatilia waandishi ambao wana sifa na vigezo hawape vitambulisho eh. Kuna tume ya utangazaji inashughulika na kufuatilia kama hizi online TV television na vitu vingi. Kuna masuala kama mambo ya magazeti na vitu vingi. Kwa hiyo unakuta uh, serikali binafsi ina uh, serikali binafanya kazi ya kufuatilia vitu kama hivyo. Kwa hiyo na sisi waandishi manake wimbi linapokuwa kubwa ni madhara makubwa, na wale waandishi ambao hawana taaluma. Kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, hii fani ya uandishi wa habari ni fani moja nzuri sana katika hii dunia, maanake ni fani ambayo inaoleta inayoleta yani maendeleo na vitu vingi kufanyika. Mfano nitakupa ya serikali ya uongozi chini e, ya uongozi wa daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi tumeona kwamba mheshimiwa rais amekuwa akiwapenda aki, aki sana waandishi wa habari, akitaka kuwa nao karibu kuzungumza nao, akaweka mpaka zile programs za kila mwisho wa mwezi kuzungumza na waandishi. Hivi ujawae kujifikiri kwa sababu gani? Maana pale kupitia waandishi anapata vitu vingi, waandishi wanampa uh, mawazo. Waandishi wamekuwa watu wakifuatilia, wakiandika wakielezea waki kwa hiyo mambo yote ambayo yanayofanywa mazuri na serikali waandishi wanayasema. Mambo pia mabaya yanayofanywa na, na serikali waandishi pia wanasema na wanazungumza. Kwa hiyo hii pia ni ule uhuru ambao e, mwandishi ameupata na kuweza kuutumia vizuri. Kwa hiyo jambo kubwa ni kwamba ikiwa mtu unafanya kitu bila ya kuwa na taaluma, bila ya kufuata misingi na ile miiko basi utakwenda utakwenda kinyume na utaleta madhara makubwa. Okay, umezungumzia swala zima la kusema kuwa rais amekuwa amewapenda. Ni kweli rais anawapenda waandishi habari hata mimi mwenyewe na appreciate lakini kuna swali moja dogo sana hapa. Ni kwamba je, huoni kama kuna haja kwa mtazamo wako wewe kwamba hizi taasisi za serikali nyingine ambazo rais amezichagua kama saidizi wake kufanya mikutano na waandishi wa habari mara kwa mara kwa lengo la kuupunguzia majukumu rais? Huoni kuna haja hiyo? Um, taasisi, uh, kile taasisi imekuwa ikifanya, yani kila wizara, hakuna wizara ambayo, ambayo haifanyi, na hata ukiangalia kila kila wizara maanake ina wale wasemaji au wale kuna wale uh, mapiara wale na wale wengi wanakuwa wanaitaalumu swala ya habari, kwa hiyo wamekuwa wakiandaa mikutano pengine, kuna jambo, kuna kitu chote kile, kila wizara haiwezi tofauti Unakuta pengine wanawaita waandishi wanazungumza kwa wizara ya habari, pengine wizara oh, uh, ya afya, sijui wizara gani, wizara gani, uchumi wa bluu wapi, yani hawa wote hasa hawa wote manake, eh, mawaziri wamekuwa wakifata zile nyayo za mheshimiwa Rais, unaona, na kitu hichi manake kinakuwa ni kitu kizuri. Mfano ukienda katika taasisi yote, mfano kurugenzi, ukienda katika mfano uh, kama hizi eh katika hizo manispaa na sehemu zote ukenda pale unapata taarifa unawafuata. Eh, mimi nishakwenda sana, kama mfano uh, uh, hii katika eh, manispaa ya mkoa mjini, kuna malalamiko mingi ambayo yalikuwa yakijitokeza ya pale eh, pale eh, mjini. Mfano kuna yale makaro pale michezani, kuna masuala ya mjini no. Lakini nikenda pale, ukimfuata mkurugenzi, bwana, nataka kuzungumza na wewe, kuna jambo hili na hili watu wanataka kufahamu Yani, hawezi kukatalia, ataacha ratiba zake, atakaa, atakusikiliza utamhoji. Mfano waziri unamfuata, kwa sababu thamani yako wewe ni kubwa na kwa sababu unafanya kwa ajili ya maslahi ya wananchi na watu wanataka kujua kile kitu. Je, hapa ni sahihi? Pengine kuna watu wamepigwa, watu wameonewa, sisi tunakwenda kwa viongozi na vitu kama, tunawauliza na habari zinatoka. Ndio unasema labda katika harakati zako za utafutaji wa habari ama katika harakati zako za kutaka kupata habari fulani, je, umewahi kutana na changamoto ya kuwekewa kikwazo ama kuwekewa wananchi, pengine inaweza kana unataka kuchukua habari kwa wananchi. Je, imetokezea siku ambayo umekosa ushirikiano kwa wananchi, ama imetokezea siku ambayo umeenda taasisi fulani umekosa ushirikiano katika nyanja ya habari? Vitu hivyo vipo, vipo. Kuna baadhi ya wananchi wakati mwingine e, eh, wananchi si kama hawataki kuupa ushirikiano. Wakati mwingine e, eh, na mwananchi anaogopa au hapendi ile kuhojiwa, e, eh, kumrekodi, au sitaki kutoa katika katika chombo cha habari au kumrekodi, kumpiga picha, anaogopa. Pengine kuna wengine hawapendi, labda wanisi sasa, ambacho kinarejesha nyumba wananchi kwenye kutaka kutoa taarifa. Sasa kitu kama hicho ni kwamba ni kwanza, kuna wananchi wengine wao binafsi hawapendi, lakini wengine wengine wanaogopa, labda akionekana kama yeye ndio kasema hivi au kalalamika hivi, wengine anaogopa na vitu kama hivyo, na kuna baadhi ya taasisi unaweza kukenda unakosa kushirikiana, lakini sisi, hichi ni kitu cha kawaida kwa mwandishi kwa mm. Hiyo wewe kama ni mwandishi uliokaa darasani uliosoma eh, mwenye uzoefu, utatumia mbinu mbadala, pengine kumshawishi kuzungumza naye, wakati mwingine hata ile off the record, akakupa vitu vingi, ukavisikia, ukavielewa, ukavifanyia kazi kwa njia nyingine, hata kama si lazima ukakitoa katika chombo cha habari wakati mwingine ukakifanyia kazi nje ya hapo mwingine. Kuna kiongozi hayuko sawa, ukamfuata ukamwambia, bwana, kuna jambo hili moja mbili tatu hapa, unataka ujirekebishe. Wewe si mwandishi? Kazi yako kukosoa, kuelimisha, basi yule atakusikiliza, atafanya. Si lazima kwamba umwandike umchafue au ni hapana. Wakati mwingine pia lazima utumie hekima na busara. Kuna vitu vingine utavifanya uta, uta. vitu kama hivi ni vya kawaida sana kwa mwandishi lazima hutumie muhimu kwamba kuweza kufanikiwa, watu wafurahi, watu waishi katika maisha mazuri, watu wapate wanachokitaka, na viongozi wafuate sheria, wananchi wafuate sheria, kila mmoja na maisha mazuri kabisa. Ah, labda kwa upande mwingine, tumekuwa tukishuhudia wimbi kubwa na vijana ndani ya Zanzibar wanaamua kusoma uandishi wa habari ama wanaamua kuwa waandishi wa habari lakini mwisho wa siku yale malengo ama ile nafasi ya kuonyesha kwamba sisi ni waandishi wa habari katika jamii wanaikosa, na mwisho wa siku wanaamua kufanya mambo mengine. Labda, kwa upande wako wewe, kama mwandishi chipukizi, una lipi la kusema kuhusu hapa situation hii ambayo ipo kwa vijana wengi? Ukiangalia kwa mwaka, chuo cha taifa cha Zanzibar Suza kinahitimisha wanafunzi wengi wa tasnia ya habari, lakini mwisho wa siku ambao tunawaona kwenye media, ambao tunaona wanajishughulisha na masuala ya habari Mwacha, ni wachache. Je, ni upi mtazamo wako juu ya swala hili? Aa, ni kweli kabisa. Kuna vijana wengi ambao wanaingia katika hizi fani za habari au fani zingine tofauti. Kitu kikubwa ni kwamba jambo lolote lile katika maisha, unapoingia kufanya au kutaka kusoma katika maisha, kwanza wewe unakipenda wewe mwenyewe, na sio unaingia kwa mkumbo au kumwona fulani. Kitu kipo katika moyo wako, na ndio maana wakati mwingine mtu safari inakatika, wakati mwingine mtu se, Eh, ni pigi labda ugumu wa maisha vitu kama hivyo, lakini wingi wingi wingi safari zao zinakatika kwa sababu kile kitu wao hakipo katika katika zile katika nafsi yao, au hakipo katika yale malengo yeyekea sasa hapa. Na pia kuna sababu nyingine kwamba waandishi wengi, kwa sababu hii kazi ya habari tunatakiwa kuwa mvivu. Wewe kama yaani, mimi sidhani kama kuna mwandishi sasa anayefanya kazi anayeandika taarifa vizuri anayepiga picha au anafuatilia taarifa au iko vizuri na sidhani kama atakosa ni kazi au, au ile kuonekana, sidhani yani ni asilimia chache sana. Lakini ukijituma ukifanya kitu, watu watakuona, watakupenda, uta, uta, utashirikia nao, hata kama pengine hulipwi ukajitolea, lakini tayari ushapata ile nafasi, kwa sababu kama hujui kitu kufanya, hata ile nafasi ya kujitolea pia huipati. kwa hiyo ni kwamba vijana wengi wanakosa kuwa na malengo lakini chengine kosa kuwa na ule uvumilivu na kufanya zile juhudi. Eh, maana yake juhudi ndio kila kitu, kwa sababu ifani kama nilipokuambia, uh, yani ni fani, unatakiwa kukaa darasani usome na kuna masomo yaani ni masomo mingi tunasoma na tumefundishwa, kwa hiyo lazima ukae usome uyafanye kazi ufanye kwa vitendo vitu uh, ujifundishe sio tu kama mwandishi umetoka shule. Kuna kuna waandishi wengine, mfano takupa mtu mwingine kamaliza stashahada au eh, eh, shahada ya kwanza kamaliza eh, lakini hajui kuandika story, hajui kuandika ile ile news story pengine ya radio au ya gazeti, hajui kuandika au ya, au ya mtandao kwa sababu gani? Hakufanya bidii ya kuwa naandika naandika, pengine akipewa kazi na walimu, pengine atakopia atafanya hivi ile Asa anapokwenda kwenye media ya watu, hujui kuandika story, hujui nini, mtu hawezi nini. Yaani hawezi kukupa nafasi. Au pengine mtu hujui kupiga picha. Na pengine eh, wakati unasoma eh, unaona akapige picha, akatengeneza makala, mtu ni nifanya documentary, mtu hajui kufanya. Kwa hiyo vitu kama vile wewe we kama hujuwezi, maana wewe bado hata kama una cheti chako. Na ndio maana kuna kitu kimoja. Uh, kuna kitu kimoja cha msingi sana wako. Kuna waandishi ambao pengine hawajasoma kwa yani, kwa ngazi kubwa, lakini wana uwezo mkubwa sana katika hii tasnia ya habari, na ukiwaangalia wamekuwa anya nafasi kubwa katika, katika hii nchi au, au uh, uh, nchi ya nchi. Kwa sababu gani? Wamekuwa wakifanya kwa vitendo, wakijifunza, waki wakifundishwa, ile manake tayari pale ni taaluma tosha wamepata. Kwa hiyo ni kitu cha kukaa kuweka tukuongeza Eh, eh, makaratasi, tunasema kuongeza tu zile taaluma i yani eh, elimu ni kuwa na maarifa na kuweza kufanya vitu na kuvifahamu kwa usahihi.